Habari. A, kama una changamoto ya bawasiri basi tumia vyakula hivi asubuhi, vitakusaidia kuweza kuondokana na yale maumivu ya bawasiri. Namba moja, hakikisha unatumia parachichi. Parachichi huwa ina, inaimarisha ule mfumo wa usagaji wa chakula, itakusaidia wewe kuondokana na changamoto moja kwa moja ya bawasiri. Lakini namba mbili, a, tumia ndizi mbivu. Ndizi mbivu ni nzuri kabisa ukitumia asubuhi, na yenyewe inarahisisha mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula ukae vizuri lakini namba tatu, hakikisha unatumia uji wa nafaka ambao haujakobolewa, uji wa mtama, uji wa ulezi, wa shairi, basi tumia, ni mzuri sana, utakusaidia kuondokana changamoto ya bawasiri. Lakini pia uh, tumia matunda yenye asili ya maji maji, matunda yenye maji maji mengi sana ikiwemo tikiti. Basi usiache kutumia, ni nzuri sana, linarahisisha choo chako, usipate choo uh, kigumu. Lakini pia tunda jingine ambalo utakiwi kukosa ni lozi. Uh, tunasema uh, uh, tunasema ni karanga au rozi rozi, tunasema ni almond eh, mara nyingi ni nzuri sana pia, na yenyewe inaimarisha mfumo wa usagaji na meng'enyaji wa chakula. Lakini ingine, hakikisha unatumia maji ya uvuguvugu yaliyochanganywa na asali. Kama hapa ni maji ya uvuguvugu, nimeshaweka asali yangu, kwa hiyo eh, na kunywa. Lakini pia mwisho, chai ya tangawizi. Chai ya tangawizi ni nzuri pia, inaimarisha mfumo wa mengenyaji wa chakula. Kama una changamoto ya bawasiri, hakikisha unatibu mishipa yako. Mishipa ndo chanzo.